Mungu amenifunulia kuhusu baraka zetu, baraka tunazozitafuta huku na kule, kwenda huku na kule, lakini Mungu amenifunulia kuonesha kwamba baraka tunazozitafuta ziko katika maisha yetu. Mungu ameziweka tayari. Wakati mtu anapozaliwa, Mungu ameweka baraka, baraka zote ndani ya maisha yake, na kwa hiyo tunapoangalia ndani ya kitabu cha Yeremia Mungu alijionesha kwa, kwa Yeremia akamwambia kabula wewe haujaumbwa kabla wewe haujazaliwa nilikufanya kuwa nabii wa mataifa. Ile inamaanisha kuwa baraka, kwa sababu Mungu ame, amesema na, na Yeremia kumwe kusema ya kwamba kabula yeye hajazaliwa Mungu alimweka kuwa nabii wa mataifa. Na ukiangalia ndani ya kitabu cha Mwanzo makumi tatu na saba Mungu alijifunua kwa Yusufu kupitia ndoto, akakuwa anamuonyesha ndoto kumjifunua kwa kupitia ndoto. Na wakati Yusufu alikuwa akizungumzia ndoto kusoma na wandugu zake, wandugu zake wakasikia wivu, lakini mwisho ndoto zile zilitimilika huko Misiri na mfalme wa Misiri Farao akamuweka kuwa mkubwa katika nchi ya Misiri. Yosefu alitawala Misiri, aliongoza Misiri muda wa kutosha. Na kwa hiyo inaonesha, kila kitu yote tunayoitafuta iko ndani ya maisha yetu. Inabidi tumuombe Mungu atusaidie, kila mtu agundue kile Mungu aliweka ndani ya maisha yake, maana kuna kitu Mungu aliweka ndani ya maisha yetu, lakini tunashindwa kuigundua. Lakini Mungu akupe ufunuo ugundue kitu ambacho Mungu aliweka katika maisha yako. Tukiangalia ndani ya kitabu cha Kumbukumbu makumi mbili na mnane mstari wa kwanza Biblia inasema ya kwamba tukitembea sawasana mapenzi ya Bwana, baraka hizi zote zitatufuata. Utabarikiwa shambani, utabarikiwa mjini, utabarikiwa, utabarikiwa. Ukiangalia pale utaona ya kwamba kama tukitembea sawa sawa na mapenzi ya Bwana, baraka za Mungu zitakuwa nyuma yetu. Na tukiangalia baraka zinatoka wapi, ninazoea kuzungumzia baraka zinatoka kwa Mungu peke yake, ya pili zinatoka kwa wazazi, na ya tatu zinatoka kwa watumishi wa Bwana. Ni lazima tujikofie kwa wale watu wote, tukofie na watumishi wa Bwana. Jikonfie na wazazi wako, tembea sawa sana jinsi wazazi yako wanakuongoza, na Mungu atafanya kitu kikubwa katika maisha yako. Na kwa hiyo Mungu akubariki, ndugu mpendwa unaonisikiliza, hii maneno ikue yako, nikusaidie katika maisha yako ya kesho. Mungu akubariki, amen.